Am na, na suali la kwanza linasema: assalamu alaikum. Ikiwa mtu amefariki na ameacha nyumba na ameandika wasia kuwa mtoto wake wa kulea asitolewe ndani ya nyumba yeye atakayo, atakapokufa, je wale warathi wafanyie, eh, je na ikiwa wao wanataka urathi wao au urithi wao? Jawabu, kwanza Watu wanapoweka wasia wasiweke tu wasia ikawa hawajui taratibu zake. Kwanza waende kwa mashehe wafahamishe. Unaweza kuweka wasia ikawa umeacha taakidi, umeacha kitu chenye utata kiasi cha kwamba watu wanashindwa wafanye kitu gani, hawajui cha kukifanya. Ndo kama huyo aliweka wasia namna hiyo, kwa sababu wasia ambao kwamba unatakiwa usije ukawa wasia ambao kwamba utazuia haki za watu wengine. Sasa hapa yeye kama kazuia haki za watu wengine kwa hivyo kifupi, ni kwamba ikiwa wenyewe wataamua kwamba hiyo nyumba hawauzi, kwa mfano, atakukaa tu wenyewe, basi watakaa naye huyo mtu mpaka atakapokuwa mkubwa, akajiweza akapata chake basi. Lakini ikiwa amebidi ataka kuiuza, na pengine kuiuza nje ya familia nyumba, haki hiyo nayo. Kwa hivyo, mashehe wenye ilmu wanasema kwamba katika hali kama hii E, watatoa tu kitu chochote katika yale mauzo, watampa yule mtoto wa kulea. Maanake, ndo kwa sababu wasia wanavyotakiwa, lau alisema kwamba apewe wasia nini kwa kiasi kadhaa, basi ingefanywa thamani nyumba au ikauzwa akapewa kitu chake, lakini wasia kukaa kukaa, ikiwa watu wanataka kuuza nyumba inakuwa ashazui wasiuze. Kwa hivyo kazui haki za watu wengine. Kwa hivyo nyumba kitakuuza yenyewe tauza alafu utampatia huyu mtoto chochote. Lakini huyu mtoto wa kulea pia atatazamwa vile vile. Ikiwa mtoto huyu ni mtoto ambaye kwamba hana watu kumtazama, watu wote basi inakuwa ni wajibu juu yao, lazima kwa sababu ni kuiokoa nafsi. Eh, mmoja katika wao eh, atakaa naye. Watangalia nani ambaye kwamba e, ni rahisi kukaa naye, atakaa naye. Lakini hawezi si kwamba mtupe. Madamu yeye ni mdogo na hana watu wengine, alikuwa mtu wake ni huyo tu basi, a, lazima waendelee kukaa naye mpaka atakapojiweza. Nafsi lazima kuiokoa. Lakini ikiwa anakwao ana, basi watamrejesha. Wakiamua kukaa naye atakaa naye, wakiamua kwamba wamrejeshe, watamrejesha. Lakini baada ya kumrejesha watampa chochote katika yale mauzo ya nyumba waliouza, chochote hicho e, kisivuke thuluthi moja ila kwa ridhaa ya warathi wenyewe. Yani, thuluthi, mwisho ni thuluthi moja, unaweza kumpa cheni hapo, lakini thuluthi moja ndio mwisho, na thuluthi moja yenyewe ikifika, kama itazidi hapo, tena mpaka wale warathi wenyewe wakubali, kuna khairi yao. Basi ni hivyo, eh, lakini tunawasisitiza watu tu kwamba wasiweke wasia namna hii, wasia ambao kwamba utasababisha haki za watu wengine kuzuidika, huo si wasia mzuri. Wallahu tabaraka wataala a'lamu.